Sijawahi kuona makamu mwenyekiti wa Tadea amezungumza hapa, raisi uchaguliwe upate asilimia tisini na mbili bado unachukua watu wa vyama vingine unawaingiza kwenye serikali yako. Mimi nilipata asilimia hamsini na nane hakuna wa chama kingine mle ndani yangu na wala hata ingia lakini baba huyu kwa upole wake amepata asilimia tisini na mbili bado anawaleta wengine. Mimi nimepata asilimia hamsini na nane hakuna atakaye kanyaga mguu kwenye serikali yangu. Unguja oe Zanzibar oye! Na ndiyo maana ninasema mzee huyu ana moyo wa tofauti. Lakini katika kudhihirisha huyu baba ana moyo wa tofauti, na inawezekana wakawa wachache sana, na mimi naomba Mungu anisaidie angalau nipate hata karobo tu ka moyo wako. Juzi juzi tumeshuhudia hapa, Watanzania wote wa vyama vyote, tumeshuhudia dunia nzima imeshuhudia, na vyombo vya habari, na vipongeza sana vilituonyesha, mtu umekutana kwenye msiba, mahali kwenye majonzi mnamsindikiza marehemu atangulie mbele ya haki, kwa unyenyekevu wako Dkt Shein ukatoa mkono wako kumsalimu mtu fulani, huyo mtu akakatalia mikono yake. Haya ni mapenzi makubwa sana. Halafu huyo huyo Shein, huyo mtu aendelee kula ruzuku yako kwa kusaini mkono wako huo huo uliokataliwa. Huyo huyo akiugua, unampeleka hospitali kwa kusaini posho ya kwenda kule hospitali. Huyo huyo akitaka kusafiri kwenda nje, unasaini, unampa posho na hela za kwenda nje. Mimi nisingeweza. Mabie, mabie, mabie, nasema ukweli kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu, ni utoe mkono wangu hivi ukatae halafu kesho niende ofisini nikajikunja kusaini kwa sababu ya maposho yako yaya yeah, yeah, getonene yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yaya yeah. Ungujaye na ndiyo maana nasema wewe, Mzee Shein, ni special. Nafikiri wanapotoka maraika wewe ndiyo unafata Nikuombe Mzee Shein, na jana nilizungumza, kama mtu anaukataa mkono wako, na wewe kataa mkono wako kufanya mambo yake, ajifunze, ajue mkono wako una thamani. Haiwezekani mbele ya watu unamshika mkono anakataa. Halafu natoka ofisini nasema nina saini hapa hera ya kwenda huyu kutibiwa. Na mimi nikuombe, ni na we una ukatalia mkono wako katika kufanya hayo mama. Mimi yeah! Mheshimiwa Dokta Shein, ninamwomba Mungu anisaidie angalau robo ya moyo wako lakini na wewe, dokta Shein, muombe Mungu akupe hata robo ya mawazo yangu na moyo wangu ulivyo.